Hii vita kati ya mtu na mtu itasababishwa kati ya chama na chama, si umeelewa? Hawa wakijua wewe ni Chadema na wewe ni CCM na Chadema kauau wenyewe kwa sababu hawana nguvu, hawana dola, wataanza kumshambulia wana CCM mmoja mmoja pale alipo, si umeelewa? kwa mashambulizi yataendana na kwa nini mashambulizi na kwenda kutokea? Kwa sababu huyu mwanachadema aliyeuawa au aliyepigwa na kujeruhiwa anaye ndugu ndani ya sisi yetu, si umenielewa? Sasa wewe uko sisiemu, ndugu yako mchadema amefanyaje, amepigwa, si umenielewa? Kwa hiyo unaingia kinyongo, si umenielewa? unaingia kisasi kisasi kinafanya unaanza kufanya mipango ya kumshambulia yule aliyehusia kumua ndugu yako. Hiyo ndio vita ya mtu na mtu, itasababishwa mahusiano mabaya kati ya chama na chama. Rais hawezi kusema kwamba wewe, tatani kamue fulani, hawezi ni watu wabaya waliokuwa ndani ya uongozi fulani wa chama labda kwa ajili ya matumbo yao wanafurahia kuua. Mungu angependa ningeonana na Rais Samia. Kuna mambo ningeweza kumshauri, kuna mambo ningeweza kumwambia ili ya mambo yasiwepo tena. Haleluya! Vita ya pili ambayo inakwenda kutokea ni baina ya wenye silaha wanaoteka, wanaotesa na wanaoteswa. Mmenielewa? Serikali haijui mtu anafurahia leo na bunduki anampiga mtu au anampiga na kitako, anasahau yeye ana familia. Kwa vita inakwenda kutokea ni baina ya wale wanaotesa na familia ya wanaoteswa, si umenielewa? Ni familia ya wanaotesa na familia ya wanaoteswa. Utashangaa baadaye nyumba za maaskari zinachomwa nini moto maana baada ya askari kufanya matukio mabaya kule, mwisho wa siku anarudi kuishi mitaani. kwa Mungu amenionyesha niliambie taifa niwaambie maaskari wasije wakasababisha vilio kwenye familia zao, kwa sababu ya matendo yao kule. Sio vila mhalifu lazima umpige, lazima muue. Ukumbuke unayo familia. Na pia naomba niongee hapo, Rais hawezi kuruhusu kwamba nendeni, mkapige, mkaue, mkateke, mkateze. Akataa, ni matumizi mabaya ya viongozi wasiojua nini maana ya uongozi. Sumenielewa laizi. Nashangaa la tukio limetokea, labda laba anawaambia nendeni mkaimarishe ulinzi. Sumenielewa kwayo nini jagatiaenjii kuna mtu atakiwa kai mahali sahihi pale, ili mambo kuyathibitika kote, sema amina. Pia tuliombee jeshi la polisi. Mwingia anafanya sio yeye, ni madhabahu imekaa ndani yake ya mauaji. Sio kila polisi ni muuaji. Befo ara ara moja wapo ni ara ya maliziano mapatano, sumenelewa? Ni ara ambayo inajenga haki, inataka haki Ninataka amani, ninataka upendo. Ndio maana ya maridhiano, pando pande mbili ambazo haziko sawa ziweze kuongea na kuwa nini sawa. Pepeo kwenye uchaguzi, lazima kuwe na maridhiano, kuwe na upendo na kuwe na amani. Tukatae viongozi ambao wataingia kwa ajili ya matumbo yao wenyewe, tupate viongozi ambao wataingia kwa ajili ya taifa hili liweze kustawi na kufanikiwa. Nasema usiue, maana ukiua, ukiua umepingana na Mungu aliyekuambia usiue. Hivyo unaelewa, hata kama kaiba, usiue. Hata kama amekutukana usiue, hata kama afaida usiue, amekuuzi usiue. Ukiua umempinga Mungu aliyekuambia usiue, haijalishi amefanya kosa kubwa kiasi gani? Neno ni moja tu, usiuwe. Shetani yupo kwa ajili ya kuangamiza kilicho hai. Yeyote anayeua si wa Mungu, huyo ni wa shetani. maana ya kuua, maana ya kuua kila ya Mungu wa mbingu na nchi. Madhara ya pili ya kuua, unapokea laana. Tunaona, tunaona Kaini analaaniwa kwa sababu alimuua ndugu yake Habili. Kila anayeua lazima awe mlaaniwa.

Chama B umemua chama B kwa chama B, ndani yake ana ndugu chama A e, si umeelewa? alafu wewe umemua ndugu yake, kuona utakona akatembea na wewe, ana kisasi wapi moyoni, atapambana na wewe akumalize, kwa tayari wengi roho kumalizana, si umeelewa? madhara yakua kuwa, kuwa unapelekea roho ya kisasi kwenye kuua kuna kukosa kik, nini makao. Umesikia kuwa mtolo kukataliwa. Kwenye kuua kuna damu ya malipizi kwa mujibu wa maandiko ya Biblia. Kwa njia mawazo, usiue. Kwa njia bunduki, usiue. Kwa njia ya kisu, usiue. Kwa njia panga, usiue. Kwa nini? Wewe ni mcha Mungu na Biblia inasema kwenye amri ya sita usii Tanzania mimi napenda mfano wa rais wa kwanza wa Zanzibar Abeid Amani Karume, yule baba alikuwa na, anasema kwamba serikali ikikosea ikosolewe, lakini pia wananchi wapinzani, tusitukane hamna, anaye ruhusi anayekukataza kutoa maoni. Toa maoni yako yatasikika, lakini usitukane, kwa sababu ukitukana ndio chanzo cha matatizo. Umenielewa? Sio kila mmoja ana busara, unakutana wenye asili kama wewe ambao hajafunzwa kama wewe, mnaanza sasa kufundishana, huyu ana bunduki, huyu ana panga, huyu ana nini, nakuwa sio nzuri. Kwa hiyo rai yangu mimi, naomba haki, naomba amani. E, mwenye kutoa maoni yake atoe kwa upendo, atoe kwa upendo, lakini pia malango ya serikali yawe wazi.